Kwa ujuma skili, tumeanza mazoezi leo, wachezaji wameitikia wito wafanye mazoezi na kikubwa ni, ni, ni maandalizi maandalizi ya kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya Yanga, na mechi nyingine ni dhidi ya dhidi ya Black Star kwao. Maandalizi yetu yanalenga kwenye hizo mechi mbili. Tulikuwa na kipindi cha mapumziko na vijana wamerudi, tunaona amerudi wako vizuri, kwa hiyo nafikiri mikakati yetu na mbinu zetu zote zinaelekea kwenye mazoezi kuona kwamba tunapata matokeo mazuri katika hizo hizo mechi mbili ambazo tunaelekea kuzicheza na ukizingatia mm. Tunajua kabisa kwamba bado hatuko kwenye sehemu salama, kwa maana ya kwamba tuko kwenye eneo la playoff, bado tuko kwenye eneo la playoff oh, ni kuweka tu umakini, kuweka umakini kwenye hizo mechi mbili, kuona kwamba tunatoka kwenye playoff na tunaenda kwenye sehemu salama ya yeah. Ukitazama okay, mchezo unaofuata dhidi ya Yanga, Yanga na utafuta ubingwa ee, akitazama yeah, mpinzani wake ambaye ni Simba yupo karibu, anampumulia kwa utofauti wa alama moja e, ili kwa upande wenu nyii kuelekea huo mchezo mnauona, mchezo unaozokawa na upinzani mkubwa kiasi gani? ama Yanga naweza kawakwamisha kiasi gani ama nyinyi mnazo mkamkwamisha yanga kiasi gani, upatikanaji wa matokeo mazuri kwenu kwenye mchezo huo? Hamna kitu kikubwa, tunatambua kabisa kwamba tunacheza na timu ambayo imewekeza vizuri, lakini kila kitu kinawezekana. Yanga Simba tumeshawahi kuzifunga wakiwa wanawekeza hivyo kwao. Mimi naimani ni mikakati yetu kuelekea kwenye hiyo mchezo, na tutafanya vizuri, lakini kikubwa tunajua kabisa kwamba hizo ni timu kubwa, ni timu nzuri, lakini hamna kitu ambacho kinaweza kushindikana. Wao wanahitaji Pointi tatu, na sisi tunazihitaji pointi tatu. Kwao ni muhimu kuzipata pointi tatu lakini na sisi kwetu ni muhimu kuzipata pointi tatu. Nafikiri mechi haitakuwa mechi rahisi, na itakuwa mechi ngumu na ya upinzani, ni mchezo ambao unaamulia matokeo ukiwa uwanja wa Sokoine, ya kupata matokeo mazuri ya alama tatu. Mashabiki wanahofu wana wasiwasi, penginepo kwamba wanacheza na timu ambayo inatafuta nafasi ya kulitetea kombe lake la ubingwa, kwa sababu mnacheza na bingwa mtetezi, una nini la kuambia mashabiki wa Tanzania Prisons kwamba wao wanazihitaji pointi tatu, maana kwamba wakishinda wa labda wa, wa mazingira ya kupata kombe, lakini na sisi tunahitaji pointi tatu katika mazingira ya kutoka kwa play off kwenda kwenye sehemu nzuri. Kwa hiyo mimi nafikiri kikubwa kwa mashabiki wetu ni kuwa pamoja, ni kuwa pamoja kuhakikisha kwa, kwa kwamba tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tukiwa moja kwa mashabiki wetu, tukiwa moja sisi wenyewe kama timu, nafikiri na viongozi wetu, kila kitu kinawezekana, na mkifanya vizuri